Habari ya wakuta wapendwa, natumaini ni wazima, kila mmoja amekuwa kipambana kuhakikisha afya yake inakuwa salama wakati wote, ikiwa ni muendelezo wa madarasa yetu na sasa ni video ya arobaini kama ujawe, ni mara yako ya kwanza kufuatilia video hii au ni mara yako ya kwanza unaiona video hii, basi ujue na video una video thelathini na tisa lakini bado una video kutoka arobaini na moja mpaka mia moja video hii video hizi huwa zimekuwa zikieleza siri iliyojificha katika hedhi au vitu gani ambavyo jamii na mwanamke anapaswa kuvifahamu, ili kuhakikisha mzunguko wa kila mwanamke unaweza kuwa salama kwa kuweza kutambua dalili zake hatari, na kama atakapozitambua atakapozitambua, anaweza kujinusuru kwa kuweza kuchukua hatua, na kama kuna dalili ambazo huwa ku, anaziona na hazijui kwamba ni hatari au ni salama, basi ukifuatilia video kuanzia ya kwanza mpaka mia moja utajua hatua gani za kuchukua, lakini pia kama ni kuna jambo ambalo kutatiza, basi hapo utajifunza na kujua kwamba sio jambo la kushtuka na wala usichukue hatua kubwa. Video tatu nyuma au video nne nyuma nimejaribu kueleza kitu gani ambacho huwa kinapelekea mzunguko wa mwanamke kuharibika, ambao tulizungumza vitu vingi, na kila video zinazofuatia tunaweza kuchambua sababu moja moja na namna ambavyo inaweza katokea na kuweza kupelekea mzunguko wa mwanamke kuharibika. Mfano tumejaribu kuzungumza kwa sababu gani mwanamke mwenye stress huwa anapata changamoto kuvurugika kwa homoni, na kwa sababu gani mwanamke ambaye atakuwa na uzito mkubwa au uzito mdogo sana huwa homoni zake zinacheza. Lakini sasa hivi tutazame mwanamke ambaye atafanya mazoezi. Je, mazoezi makali yanaweza kusimamisha hedhi au mtu ambaye anashauriwa, mtu ambaye anafanya mazoezi mengi sana au Nikifanya mazoezi too much huwa edage naathirika vipi? Tunafahamu kila mmoja anatamani kujenga mwili wake, au kila mmoja anatamani kurekebisha mzunguko wake, anaweza kama na uzito mkubwa sana, lakini amekuwa akijikuta kufanya mazoezi, na yule ambaye ana uzito mdogo sana, amejikuta kufanya, kufanya mazoezi, lakini hajui nini ambacho anakitafuta, ingawa anatengeneza afya ambayo iko thabiti kabisa, lakini mazoezi bila lishe ni sawa na bure na wewe ambao ndio na uzito mkubwa na unafanya mazoezi too much imadi kupunguza uzito wako, ambao utakuwa katika mtu ambaye ana hasara, lakini utakuwa na asala, faida ndogo, kwa sababu utafanikiwa kupunguza uzito, lakini afya yako itakuwa dhaifu, kwa sababu mwisho wa siku unachokitafuta ni kupunguza uzito, lakini afya yako ya uzazi imekuwa ikiathirika. Sasa tutazame namna gani ambavyo mwanamke anaweza akaathirika kutokana na changamoto au hatua ambazo anaamua kufanya au maamuzi aliyoamua kufanya ya kuweza kupunguza uzito wake au kuweza kufanya mazoezi au akawa hana ana uzito mkubwa ni ni kazi yake aweze mwana Maria mwanariadha au ni mtu ambaye ananyua vile nini vyuma vizito na mazoezi mengine ambayo ni kazi ambayo inamfanya aweze kufanya. Sasa mazoezi makali sana bila lishe, inaweza inaweza kupelekea kupunguza mafuta ya mwili ambayo tulisema estrogen huwa inazalishwa upande wa mafuta, kwa maana inapokuwa na mafuta machache kwa kiwango kidogo cha estrogen ikitazalishwa kila mwezi, na kupelekea mwanamke e kuvurugika hormone. Lakini pia itapandisha kiwango cha cortisol ambayo ni hormone ambayo inahusika na masuala ya hisia. Kwa unapokuwa na mafuta machache, hata ukikuwa na mwili ambao ni mdogo zaidi, kwa maana nyingi, lazima upate cortisol, huwa inapanda, lakini pia kupunguza kiwango cha estrogen kama nilivyosema, lakini mwili unapokuwa huona. Mwili huona hali ya dharura na uamua kusimamisha ovulation. Kwa hiyo mwanamke unapofanya mazoezi kwa kiwango kikubwa sana, kwa mwili ni kama vile unakuwa umeshtuka au unaona jambo ni, ni jingine tofauti kabisa. Kwa kinachotokea huwa inasimamisha ovulation na mwisho asiku, wa siku huwa inavuruga mzunguko wa mwanamke. Kwa hiyo hii ni hali ambayo inajitokeza sana kwa wale ambao wanaliaza au wanaofanya mazoezi mazito sana au watu ambao wamekuwa wakifanya kazi ngumu ambazo ni kama vile inahusisha mwili wote. Kwa hiyo ni jambo ambalo unapaswa kuzingatia na kuhakikisha afya yako inakuwa salama kabisa. Hii ni video 40. Kuna video nyingine nyingi usisahau kulike, kushare na, na kusubscribe ili kupata maarifa mengi zaidi ya kiafya, lakini kuonyesha ngono wako chini kwa kuweza kucomment hapo chini kwamba umevutiwa madarasa haya, au unaweza ukaniwishi happy e, e, birthday yangu ambayo ni leo ya tarehe 28 mwezi wa 12. Lengo ni kukufaidisha wewe na lengo ni kutoa shukrani kwangu kwa yeye ambaye anafuata mitandao ya kijamii kuweza kupata maarifa madarasa mbalimbali ya kiafya ambayo kwa msaada katika jamii na mtu mmoja mmoja ambaye anatamani kujifunza. Asanteni mpaka wakati mwingine.